Katika video hii nitakufundisha namna ya kumtambua adui yako au kulitambua jambo baya linalokuzuia wewe usifanikiwe. Na katika kumtambua adui yako, universe itakuonyesha kwa sura au kwa umbile lake. Sasa naomba unitazame kwa makini. Kitu cha kwanza, unatakiwa kuwa na yai, yai la kienyeji, glass ambayo ni transparent ya kioo kama hii unayoiona hapa pia utatakiwa kuwa na mshumaa mweupe, na pia utatakiwa kuwa na kijiko pamoja na limao. Limao la kawaida kabisa unaweza ukanunua gengeni, sokoni, au ukachuma kwenye mti wako. Na pia utatakiwa kuwa na chumvi ya mawe. Ni muhimu uzingatie iwe chumvi ya mawe, na usitumie chumvi ya unga. Na pia unatakiwa kuwa na kisu kisu cha kawaida kabisa cha rangi yoyote ile ambacho kina uwezo wa kukata kitu, na pia itatakiwa uwe na udi au manukato ya aina yoyote ile kwa ajili ya kuondoa negative energy. Naomba inaangalia kwa makini. Hatua ya kwanza, uhum, utatakiwa kuwasha huu udi wako na hakikisha mahali ambapo unafanyia hiyo speli yako kuna dirisha ambalo lipo wazi, ili kuwe na hewa inayoingia na hewa inayotoka. Hii itasaidia sana kuweza kuondosha negative energy ambazo zilikuwepo ndani ya chumba chako. Na ukishawasha huu udi wako hakikisha moshi unasambaa katika kila pembe ya chumba chako. Hii ni kuweza kujihakikishia kwamba negative energy za aina yoyote ile zinaondoka ndani ya chumba hicho. Kwa hiyo unaweza ukawa unatembea tembea ndani ya chumba chako, huku unahakikisha moshi unafika katika kila kona ya chumba chako. Hiyo ni muhimu sana. Hiyo ni hatua ya kwanza katika kumtambua adui yako na hakikisha ndani ya chumba chako kuna utulivu wa kutosha na pia wewe mwenyewe upo comfortable. Isije ikatokea umeanza spell afu na mtu anakuja na kugongea mlango au anakuita hapo, spell yako itakuwa imeharibika. Kwa hiyo make sure mazingira yanaruhusu. Hatua inayofuata tutaweka maji kwenye hili bakuli transparent la kioo, hili bakuli kubwa hapa na maji unayoweka humu ni maji ya kawaida kabisa, unaweza kuchota bombani, mtoni, au maji ya mvua yoyote yale. Utaweka maji kama hivi, usijaze sana, yasije yakamwagika. Baada ya hapo, ndani ya hili bakuli la maji itatakiwa tuweke kijiko kimoja cha chakula cha chumvi ya mawe. Hii ni chumvi ya mawe haijapitia kiwandani wala haijaongezewa kitu chochote. Nitachukua kijiko kimoja kama hivi unavyoweza kuona kisha nitamiminia kwenye haya maji. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kumenya limao. Nitamenya limao kama hivi ifuatavyo. Hii ni spell kwa ajili ya kumtambua adui yako au kutambua jambo baya ambalo linazuia maendeleo yako au mafanikio yako, yaani kila unachokifanya kifanikiwi, kila ukitaka kupiga hatua kwenda mbele hauendi. Shida ni nini? Inawezekana kuna adui anakuzuia au inawezekana kuna jambo baya limekushikilia katika maisha yako. Sasa hii spell inakwenda kukufichulia kila kitu. Kama ni mtu mbaya anakuangalia kwa jicho baya, utakwenda kuonyeshwa sura yake au utakwenda kuonyeshwa umbo lake. Tayari tumeshamenya limao letu, mwonekano wake ni kama hivi. Baada ya hapo, nitalikata ile limao katikati, kama unavyoweza kuona. Kipande kitakachotumika katika hii spell, ni hiki kimoja tu hiki kingine unaweza ukakitumia katika matumizi mengine ya kawaida, au ukakitupa. Baada ya hapo, tutakiwa kukamua. Hakikisha unakamua maji yote yaliyopo kwenye hiki kipande cha limao. Haya maji yanakuwa tena sio maji ya kawaida. Limao lina nguvu kubwa sana ya kukata negative energy yoyote ile ambayo ilikuwa trapped kwenye maji, na pia chumvi ya mawe, kama kawaida, kazi yake ni kusafisha na kuprotect kwa hiyo nguvu mbaya yote ile ambayo ilikuwa kwenye haya maji itakuwa imeondoka. Baada ya hapo, nitachukua kijiko changu kisha nitachanganya ili angalau mchanganyiko wangu uweze kuchanganyika vizuri, lakini sio lazima hii chumvi ya mawe yeyuke yote. Baada ya hapo, utachukua yai lako la kienyeji kisha utalitumbukiza kwenye haya maji kwa ajili ya kulisafisha. Ninaposema kulisafisha, sio tu kuondoa takataka na vijidudu, bali pia kuondoa negative energy za aina yoyote ile ambazo zilikuwa attached kwenye hili yai. Huwezi jua hili yai limepita katika mikono mingapi? Kwa hiyo tunalifanyia safisho ili liweze kuwa pure, lifae kwa ajili ya hii spell. Kwa hiyo utakuwa unasugua taratibu kabisa ndani ya maji hapa, takataka zote zinaondoka, yani zile za physical na spiritual. Hili yai sasa linakuwa tayari ni safi na linafaa kwa ajili ya hii spell. Italiweka hapa pembeni. Hatua inayofuata sasa ni kujiconnect na nguvu za universe au nguvu za ulimwengu. Tunajiconnect vipi? Mshumaa ndiyo konekta yetu. Mshumaa ni kiunganishi kikuu kati ya kwako wewe na nguvu za ulimwengu, na mshumaa unaotumika hapa ni mshumaa mweupe. Kwa hiyo nitawasha mshumaa wangu kama hivi tu unapowasha mshumaa tayari nguvu za universe au support ya universe inakuwepo mahali hapo. Kwa hiyo, chochote kile utakachokimanifest au utakachokinuia ni lazima kitokee. Kwa hiyo, tutawasha huu mshumaa kama hivi unavyoweza kuona hapa Yes. hapo tayari tumeshatengeneza connection na nguvu za ulimwengu. Sasa basi hatua inayofuata ni kufanya manifestation au kuiambia universe lengo lako hasa ni nini? Yaani unataka universe ikufanyie nini baada ya kukamilisha hii spell? Kumbuka kuweka pembeni uoga, wasiwasi wa aina yoyote ili, ili spell yako iweze kwenda vizuri. Utachukua hili yai lako kama hivi unavyoweza kuona hapa kisha Utatakiwa kulipitisha juu ya huu mshumaa unaowaka hapa. Utakuwa unalipitisha taratibu taratibu, kwa kulizungusha hapa. Tuna connect hili yai na nguvu za universe, yani tunalitransform, linakuwa tena sio yai la kawaida, bali linakuwa ni yai lenye power za universe. Kwa hiyo utazungusha kama hivi. Baada ya hapo hili yai unaloliona hapa utaliweka kifuani kwako, sehemu ambako moyo upo, yani upande wa kushoto. Kisha utatamka nia yako, yani lengo lako hasa ni nini la kufanya hii spell. Kwa mfano, unaweza ukasema, baada ya spell hii nimtambue adui yangu na niweze kuondokana na vikwazo vyote vinavyonizuia mimi nisifanikiwe au unaweza ukasema baada ya spell hii nyota yangu iwe safi, kila ninachokifanya kiweze kufanikiwa. Tambua kwamba chochote unachokitamka hapa, universe inakusikia na inaifanyia kazi as long as unatamka ukiwa na imani. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kuzungusha hili yai mwilini mwako, yani katika sehemu zote za mwili wako ambazo wewe unaweza kuzifikia kama utakuwa na mtu unayemwamini na ambaye anaelewa ni nini unafanya, unaweza ukamwomba msaada akusaidie kulizungusha ili yai lakini kama hauna mtu ambaye anaweza kukusaidia, unaweza kufanya mwenyewe kwa kuzungusha sehemu ambazo wewe una uwezo wa kuzifikia. Kwa hiyo utakuwa unazungusha katika mwendo wa kuzungusha duara, yani in a cyclical motion kama vile unazungusha. Na wakati unazungusha, utakuwa unaona mabadiliko mwilini mwako utaisi kama vile kuna vitu vinapungua ndani ya mwili wako, alafu hili ai utaanza kuona kama linaanza kupata uzito fulani hivi. Hayo ni matokeo utakaoyaona papo kwa hapo, yani yoyote yule ambaye atatekeleza hii spell ataona haya matokeo. Hiyo kadiri utakavyokuwa unazungusha utaona tu kuna vitu fulani vinapungua, yani kama kuna mzigo fulani unautua ndani ya mwili wako, kisha unahamia ndani ya hiliai usiogope, wala usiwe na wasiwasi, hayo ni matokeo ya kawaida kabisa ya hii spell. Unaweza kufanya hii spell huku ukiwa umelala au huku ukiwa umesimama. Wewe mwenyewe utaangalia ni pozi lipi litakuwa comfortable kwako. Baada ya hapo, utachukua hii glass, naiona hii glass, glass mm -hmm. ni glass transparent ya kioo ambayo haina alama yoyote, kisha utamiminia maji. Haya ni maji ya kawaida kabisa, unaweza kuyachota popote pale. mm -hmm, utaweka maji yako kwenye glass kama hivi unavyoweza kuona hapa. Niangalie kwa makini sana hapa, tunataka tumfichue adui yetu, kisha utachukua hili yai kama unavyoweza kuliona hapa Hili yai unatakiwa kulipasulia humu kwenye hii glass yenye maji. Sijui tunaelewana? Unatakiwa uweke mahali ambapo glasi yako haiwezi ikapata shuruba yoyote. Unatakiwa kupasulia humu kama hivi. Mhm, umeona? hapo tayari tumeshapasua pasua hili yai ndani ya hili glasi. Haya mabaki ya mayai unaweza kuyatupa popote pale ambapo wewe huo unatupa takataka taka. Haya, na kazi tena ehe. Sasa hili yai lililopo kwenye glasi hutakiwi kulitikisa kulitingisha wala kulikoroga, unatakiwa uliache litulie hivi hivi kwa muda wa dakika tano mpaka dakika kumi na tano yaani hapa hapa liache likiwa limetulia. Baada ya dakika tano kupita, sasa unaweza kunyanyua glasi yako na kuangalia matokeo. Unachotakiwa kuangalia ni huku pembeni ya glasi. Nafikiri hii glasi inaonyesha vizuri kabisa kitu kilichomwa ndani. Sasa wewe utakuwa una focus kuangalia huku pembeni ya glasi ni nini unachokiona? Sijui tunaelewana. Unaona, unatakiwa uangalie hapa. Ni nini unachokiona ndani ya glasi? Hiki kiini chako cha yai kimekaaje? Kinaonesha nini? Kama una adui, kama katika maisha yako una adui au mtu wako wa karibu ni adui kwako, sura yake itajionyesha hapa katikati ya kiini cha yai. Sijui tunaelewana au universe inaweza kukuonesha umbile la huyo mhusika. Yani, inaweza ikawa inakuonyesha tu umbile la mtu mnene mnene, ana kitambi au mwembamba sana, utaiona hapa. Utakapoona maumbo kama hayo, usiogope wala usishtuke. Hayo ni matokeo ya speli yako, na unatakiwa kuelewa kwamba universe haijaishia tu kukuonesha, bali tayari imesha deal na huyo mtu. Ubaya wowote ambao walikuwa na kurushia wewe au walikuwa nanuia kwako, utarudi kwake. Mambo yote yale mabaya ambayo alikuwa anayafanya juu yako, yatarudi kuja kwake. Mambo yako yatafunguka, kila kitu ambacho kilifungwa katika maisha yako kitaanza kufunguka. Na kama ukiona hali ya mawingu mawingu, yaani haya maji yana mawingu mawingu, weupe weupe fulani hivi, hiyo ni ishara ya kwamba nyota yako imepungua nguvu. Inawezekana ulikuwa unapata ndoto mbaya, una hofu, una wasiwasi, mikosi inakuandama. Hiyo ni ishara ya kwamba nyota yako imekosa nguvu, na kwa kufanya spell hii tayari umesharudisha nguvu katika nyota yako. Na kama ukiona haya maji ni meupe, yani hakuna kidoa chochote kile, au takataka ya aina yoyote ile, na hiki kiini cha yai kimezama kabisa mpaka chini, hiyo ni ishara ya kwamba huna adui, lakini vilivyokuwa vimekushikilia yaani, vilivyokuwa vinazuia mafanikio yako vyote vimeondolewa. Na pia ukiona hiki kiini cha yai kinaelea juu, yaani aidha kipo katikati hapa kwenye maji yani in short, hakijagota chini kabisa, kinaeleaelea hivi juu. Hiyo ni ishara ya kwamba bado kuna tatizo, yaani inawezekana hiyo spell hujaifanye vile inavyotakiwa au matatizo uliokuwa nayo bado hayajaisha. Kwa hiyo inatakiwa uirudie tena. Na kama ukiona bubbles, yani kama mapovu hivi, hiyo ni ishara ya kwamba ulikuwa na negative energy ndani ya mwili wako na tayari zimeshafyonzwa zote na yai kwa hiyo huna haja ya kurudia tena his spell. Na kama ukiona yai linatoa harufu yaani, umepasua tu na, na harufu, kuta lina harufu kali au ukakuta kuna damdam, hiyo ni ishara ya kwamba kuna laana imekufunga katika maisha yako, na inatakiwa ufanye jitihada za ziada ili kuweza kuiondoa hiyo laana. Unachotakiwa kufanya ni kurudia kufanya his spell, na pale kwenye kutamka nia au lengo la kufanya hii spell unatakiwa kusema, laana zote zilizonifunga katika maisha yangu ziachane na mimi kuanzia leo. Na kama ukiona kuna shepu ya maua inajitengeneza katika maji, yaani ukiangalia unaona kama ni maumbo ya maua fulani hivi, hiyo ni ishara ya kwamba nguvu mbaya zinaachana na wewe taratibu, na mambo mazuri yanaanza kuja katika maisha yako. Kwa hiyo hiyo ni ishara nzuri. Ukishamaliza kuangalia matokeo yako, hili yai hivi hivi lilivyo katika hii glass, inatakiwa uende ukalitupe chooni na uliflash, sijui tunaelewana? Chooni ndipo panapostahili kutupa hili yai Ukitupa mahali pengine tofauti na chooni, ukatupa sijui mbele ya uwanja au sijui nyuma ya nyumba yako, zile nguvu mbaya zote zina uwezo wa kukurudia, yaani zitakuwa zinatangatanga tanga kuzunguka nyumba yako, baada ya muda zinakurudia. Kwa hiyo the only place to put this ni kuflash chooni. Ukishamwaga chooni unaweza ukasafisha hii glass ukaitumia kwa matumizi mengine ya kawaida kabisa. Haya maji ambayo tulioshea ya yai ya hayana kazi tena, yameshamaliza kazi yake, unaweza ukayamwaga popote pale, haina shida. Huu mshumaa unaowaka una, waka, una option mbili. Option ya kwanza unaweza ukauacha uendelee kuwaka mpaka uishi wenyewe, na option ya pili unaweza ukauzima lakini hakikisha unapokuja kuutumia tena utautumia katika spell hii hii, yaani kama siku nyingine utaamua kufanya hii spell, ndipo utautumia huu mshumaa. Usije ukautumia kwa spell zingine, hautakusaidia. Kwa hiyo hapo utaangalia ni option ipi inakufaa zaidi. Spell hii huwa inafanyika mwanzo wa mwezi, mwanzo wa mwaka au mwanzo wa wiki yaani, unaweza ukaifanya Jumatatu Januari, yani mwanzo wa mwaka au ukaifanya tarehe moja, yani mwanzo wa mwezi. Hizo ndizo nyakati ambazo zitakuletea matokeo mazuri ya spell hii na mtu ambaye anaruhusiwa kufanya spell hii ni yule ambaye anatazama video hii na anaamini katika nguvu za ulimwengu. Usifanye kwa kujaribu. Ukifanya kwa kujaribu, hautapata matokeo mazuri au hautapata matokeo sahihi. Kwa hiyo, hakikisha unafanya kwa kumaanisha, na kama matokeo yako yatakutaka urudie, hakikisha unarudia ili uweze kupata matokeo mazuri zaidi. Amini kwamba utafanikiwa na amini kwamba hicho unachokifanya kitakwenda kukuletea matokeo mazuri. Utapata mafanikio kama ambavyo wengine wameweza kupata mafanikio nami, na ninakutakia mafanikio na kila lililo jema katika maisha yako. Kama ndio mara yako ya kwanza kutembelea chanel hii, hakikisha una subscribe ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.